Ninamtafuta ndugu yangu aliyepotea tangia tarehe 29 mwezi wa kumi 2025. Akiwa kwenye eneo lake la kazi akifanya shughuli zake, kulitokea kundi kubwa la watu waliokuwa na kimbizana na polisi. Baada ya kundi lile kutawanyika, ukijana alianguka chini akiwa amepigwa na kitu chenye ncha kali eneo la bega lake la kushoto. Kisha baada ya pale, wakatokea wenye pikipiki wakambeba wakampeleka pasipojulikana. Haya ni matukio ya kupotea kwa watu ambayo yanatajwa kutokea kuanzia tarehe 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania mpaka sasa, huku ndugu jamaa na marafiki wakitahamaki wapendwa wao walipo. Ndugu wanajiuliza ni wapi walipo wapendwa wao, wako wapi? wako wapi mimi ndugu yake Gaspar Matemba namtafuta Gaspa yes, alipotea tarehe moja mwezi wa kumi na moja elfu mbili ishirini na tano. Alipotea akitokea tip top kazini, alikuwa anafanya kazi kuelekea Kimara. Alipofika maeneo ya cha kilango hakuonekana tena. Kuanzia siku hiyo mpaka leo namtafuta Gaspa yes, si mrefu, si mrefu sana, ni mweusi, ana miaka thelathini na tatu. Kwa yoyote atakayemuona tuomba atoe taarifa. Tumetembea vituo vyote ya polisi, hospitali, hatukumuona. Kwa yote atakayemuona tuomba atoe taarifa kituo cha polisi au chama cha mawakili Tanganyika. Mimi ni ndugu yake Kamota, Sufiani Kamota. Ninamtafuta ndugu yangu aliyepotea tangia tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano akitokea kazini kwake maeneo ya tiptopu kuelekea nyumbani kwake Kimara, alipofika maeneo ya urafiki akakutana na kundi la watu akiwa kwenye gari akaruka na wenzie. Baada ya kuruka haikujuikana alielekea wapi, tangia siku hiyo hatukumuona tena. Kamota ni mrefu na ni mweusi, ana umri wa miaka ishirini na tano. Tunaomba atakayemwona Tunaomba, tumetembea vituo vyote vya polisi na mahospitali hatukuona, hatukupata taarifa yoyote. Kwa atakayemwona tunaomba atakayemwona atoe taarifa kwenye Chama cha Mawakili Tanganyika. Mimi ndugu yake Renato Gozibat Kaijage. Huyu ni kijana fundi gereji anayefanya shughuli zake maeneo ya Tabata Dampo. Siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 akiwa kwenye eneo lake la kazi akifanya shughuli zake kulitokea kundi kubwa la watu waliokuwa na kukimbizana na polisi. Baada ya kundi lile utawanyika, huyu kijana alianguka chini akiwa amepigwa na kitu chenye ncha kali eneo la bega lake la kushoto. Kisha baada ya pale wakatokea wenye pikipiki wakambeba, wakampeleka pasipojulikana. Tumemtafuta maeneo yote. Huyu kijana ndugu yangu ni mrefu kwa wastani, ni mdogo kwenye miaka ishirini na tatu hivi. Kwa hiyo tunamtafuta katika maeneo yote, tumeenda polisi kwenye vituo tume vyote vya polisi vya jirani vya Tabata Buguruni kote tumemtafuta, hatujamwona. Kisha tukalazimika kwenda mahospitali, tukaenda Muhimbili, Amana, Mroganzira, hatujamwona. Yoyote atakayemwona tunaomba apate ushirikiano atoe taarifa chama cha mawakili Tanzania TLS, ama kituo chochote cha polisi kilioko jirani yake. Wakili TV inawakaribisha wote ambao wamepotezana na ndugu zao katika kipindi hiki tusaidiane kuwatafuta. Tafadhali njoo na taarifa kamili za ndugu yako na mazingira aliyotoweka. Karibu Wakili House, mtaa wa Chato tuambie story yako tusaidiane kumtafuta.